Eh, bwana badala ya dakika 90 kutamatika katika dimba la Benjamin William Mkapa, mchezo wa ligi kuu Tanzania bara mchezo wa kwanza kwa Simba Sports Club. Simba ameweza kuibuka na ushindi wa mabao matatu kwa sifuri. Bwana, uko poa poa kabisa? Kabisa kabisa. Ah niko poa kaka. Simba upo? Kama leo una unanungunika hivi vipi tena? Nanungunika kwa sababu timu yangu ilivyocheza kikweli haijaridhisha. Eh? Haijaridhishi timu yangu. Kivipi? Kivipi haijaridhisho sababu gani? Ungeangalia timu tuliocheza nayo, ni timu ambayo wachezaji wengi wachezaji wengi hawana hata sabu mm. Alafu tumecheza na zi, timu ambazo tulitoka tupate ma, ma, matokeo makubwa. Imekaa prison zone muda mrefu imekuja hapa. Hivi nafikiri kama timu haina sabu mm. Alafu bado unapata matokeo goli tatu. Goli tatu. Angalia game, game ya jana, game ya jana game ya game tough lakini unashinda goli tatu. Kwa namna hii, hatustegemee swala la ubingo si swala la nini. Kwa namna hii, kwa mpira huu tunaweza za Simba. Hamna kitu kaka. Hamjomba. Ah, tuna timu ya kucheza. Ni pale Selemani ma, ma, Matola ameanza kuishika timu. Selemani Matola kocha alitangulini, bwana, alikuwa akifishia timu ndogo kwa sababu tukisema ukweli ndio tunaonekana tunakosea, lakini hamna timu ya kucheza, hatuna timu. Timu bado timu yetu bado bwana. Shida nini bwana? Ah, shida mimi nashindwa hata kuelewa shida ni nini, kwa sababu wachezaji wanacheza kama kama sio alipwi mshahara kama sio ana mgomo uelewe, uelewe, gani, uelewe mfumo kushambulia, yeah. Mfumo kukaba. Timu ni mfumo gani elewe fumo wakushambu uumungwa kwa sababu gani? yeah. Mimi nasema hili nalisema kaka, hili nalisema hili, hili. hili. hili. hili. Yeah. Fadlu aliona mbali yeah, aliona mbali angefika Krismasi, asingefika Krismasi. Sasa unacheza una namba tena nayo, una wazee wa kuamua matokeo kaka, yeah. una ndio Morris amecheza vizuri, Ibrahim ndio mwenyewe akacheza vizuri Hey, okay, ukiangalia vizuri Ibrahim na alipoingia unaona timu imeleta uhai, lakini si kwa ni wale watu wanaacho nje. Watu kama wale ni kipindi, kama timu kama hiyo unawapa vijana nafasi ili waonyeshe kitu walichonacho. hey, kwa sababu wazaji wetu, kuna wazaji ambao wamesajiliwa wachezaji wengi tu, timu kama hii unaruhusu vijana wanacheza, wanatuonyesha wana nini. Unaona bwana? Mfumo kwa mfano. Ule Kamara. Kamara ule ni mzuri sana lakini acheze katikati kama eh, hey, ni mzuri lakini inabidi acheze katikati kwa sababu yeah. Unaona hawezi kupiga cross yeah. Kwa sababu ni mchezaji wa kati, si kama ni mchezaji mbovu, lakini ni mchezaji wa kati. Kwa hiyo unaona katika upangiliaji toto, upangiliaji unakuwa sio sahihi. mm. Hey. Eh, na yule mlingo naye pia aanze. Ah, mlingo hawezi kuanza bwana, bwana eh? Yeah. Mlingo hawezi kuanza ah. Sasa unafikiri nafasi la kucheza nane kama mnamtaka Kamara kakae kat katikati, yeah. Ah, atacheza pembeni sana cheza ya si wa kucheza pembeni eh? Eh, wachezaji wapo kucheza wa pembeni eh. Hey, wachezaji wa kucheza pembeni wa wapo kibao tu kwa mm. Hey, sababu tunamcheza ile mtana Mungu sana cheza vizuri tu pembeni mligo mligo unasema ingeingia mligo sawa eh, eh, cheze pembeni eh. kwa sababu kuna kitu tunatengeneza tu tukitengeneze kitu kiende wow. ki mbele mm ili tuweze kusogea, kwa sababu lengo letu mwaka huu ni kuchukua ubingwa. Lengo letu kama tulivyoambiwa na viongozi ni kuchukua ubingwa, ni kuchungua, ni kuchukua ubingwa, kuchifanya vizuri kila bingwa <coughs> na kuchukua shirikisho <coughs> hey. Kwa na eh, kwa nini mkitazama Simba mnaiona makosa yake yako wapi? Hapo timu timu haina haina haina muunganiko muunganiko muunganiko muunganiko muunganiko, eh ah, sasa hapo hizo kivipi bado <coughs> bado haujakaa haujakaa, sawa sawa, dadavua hiyo sababu gani eh? Sasa si taratibu, taratibu tunasogea kwenye mafanikio ni kweli tunasogea, lakini timu imekaa preseason muda mrefu kaka, hatuna muda wa kusubiri tena. Mwakaja sisi na wachezaji wengi pia wapya, timu inahitaji muunganiko ili iweze kuleta chemistry nzuri uwanjani. Kweli timu inahitaji muunganiko, mbona mnataka kwenye mechi mbili tu za haraka haraka? Eh, tunataka tuone kitu ambacho kimetengenezwa preseason. Kwani Yanga wana wachezaji wangapi wageni? Kwani wewe husikii mashabiki wa Yanga wanasema mpira bado, mpira hauoni? Umeona mpira jana? Uliona? Koje. Uliona mpira jana? Koje wa. Pamba walicheza mpira mkubwa sana lakini kaamuliona wachezaji wenye quality. Simba wachezaji hao wapo. Ndio maana nakuambia Fadlu angefika asingefika huko. Eh? Ndio maana nakuambia Fadlu asingefika huko kaka. eh. <laughs> eh. Sasa, yani sasa, shida mnapolaumu sasa. Hmm. Nabidi tujiulize mara mbili mbili. Simba Sports Club wachezaji hao wapo. Wachezaji tunao, tuna shida tu kama wawili, lakini wachezaji tunao. Sema tu ni kwamba o, hey. hey. uh. hey, bonge sema tu ana kwa sababu ya timu kubwa tunaangalia namba namba alizotoka nazo Singida. hey. ukimwangalia nazo sasa hivi, maana mchezaji mwenye namba kubwa sana, yeah. tunategemea afanye vizuri zaidi, mm kwa zile nafasi ambazo wamezipata mnasemaje wanasimba? So sina cha kumlaumu kwa sababu hata namba kumi wanaocheza nyuma wake hajacheza vizuri hata namba 10 wake ajacheza vizuri, best performance aliyokuwa nayo leo hii niyo maema. Neno lako kwa wanasimba, unawaambia nini hasa? Ah, tukisapoti timu yetu kwa sababu hii timu ni ya kwetu, hatuna mtu wa kumwachia, hata yeweje ni timu yetu. Ndio maana unavyonituona tunanua no jezi tunakuja no uwanjani no, tunana mashabiki wamekuja wachache, lakini sio wachache wao, tumekuja yeah. hey, kushabikia timu yetu yeah. hey. yeah. lazima tuje tushabikie timu yetu hata yeah. kama timu ni ndogo, lakini hata kama timu haifanyi vizuri yeah. lazima tuje tuipe nguvu kwao. Oh, mashabiki wa Simba waje tuisapoti tu timu yetu kama ilivyo. Asante kaka.